Ah uh, hizi ni njia ambazo nimekuwa nikizitumia kuweza kupata followers katika platform mbalimbali. Mbali. Hapa ninaongelea platform kama Instagram, Facebook na TikTok ambapo uh, njia hizi zimekuwa zikinisaidia kwa ukaribu kabisa na kuweza kupata followers kadhaa. Kwa mfano, kwenye platform ya Instagram nina followers wasiopungua laki moja na sabini na nne, eh, eh, kwenye platform ya Facebook nina followers laki moja na ishirini na tatu na, na kwenye platform ya TikTok nina followers zaidi ya laki tatu kwa kutumia njia hizi hizi na platform nyingine zote eh, njia hizi zimekuwa zikinisaidia, so bila ya kupoteza muda, kama uje subscribe channel yetu hii ya BAZILIPK1, tafadhali subscribe and then acha comment hapo ya kitu ambacho ungetamani tuweze kukizungumzia kuhusiana na social media kwenye video inayokuja na wiki ijayo, basi video hiyo huenda ikatengenezwa. Kwa hiyo karibu sana kusubscribe na ujiunge nasi kuendelea kujifunza maswala mazima ya social media. So kitu cha kwanza ambacho binafsi nimekuwa nikikizingatia ni profile. Watu kitu ambacho waga hawajui ni kwamba profile picha yako au bio yako inazungumza na watu kabla hawajakufollow. Yaani kwenye profile pale eh, lazima picha yako iwe clear ikionyesha ikionyesha kile kitu ambacho ungetamani watu waweze kukiona kabla ya kukufollow. Kwa hiyo profile picture yangu nimekuwa nikitumia profile picture hii ambayo nimekuwa nikitumia kwa muda wa miaka kumi sasa pasipokubadilisha katika platform zangu hizo, lakini pia kitu cha msingi kabisa jina eh. Jina ni muhimu sana, jina ambalo nalitumia kama username ni muhimu sana. Mfano mimi nimeamua nime kujiita Basil PK1, ambapo jina hili e, limekuwa likinisaidia sana kukumbukwa kwa haraka zaidi e. Kwa hiyo na nimekuwa nikitumia hata misemo katika video zangu kwamba na ukiulizwa ni nani amekueleza jambo hili, waambie umemfollow Basil PK1, hii ikimaanisha bado ninarejelea jina langu ili watu waendelee kulikumbuka zaidi. Kwa hiyo ukiandika tu neno Bazil, eh, pale unanipata katika platform hizo zote. Kwa hiyo jina ambalo unalitumia katika platform ni muhimu sana lakini, pia bila kusahau uh, bio eh, katika bio eh, unapaswa kuandika vitu ambavyo wewe unafanya eh, kwa nini uh, uh, kwa nini watu wakufollow? Yaani hapa ndipo sababu za kwa nini watu wakufollow katika bio eh, ndipo unapopaswa kumaliza kila kitu. Sasa kibaya ni kwamba watu wengi hapa kwenye bio ndio ndo hivyo eh, unaweka wewe ni shabiki wa timu flani sijui nini eh, bayo yako lazima iwe imepangiliwa kwamba wewe unafanya kitu gani. Hiyo e, itawaletea watu sababu ya kwa nini wa kufollow, yani wategemee nini katika akaunti zako hizo e. Kwa hiyo hiyo itawasaidia zaidi, lakini kitu cha msingi sasa ni kwenye content e. Baada ya kuwa umetengeneza akaunti yako in terms of uh, profile picture uh, bayo yako iko vizuri Jina lako liko vizuri, basi tunaamia kwenye content. Sasa, mimi katika platform hizi zote, mimi ninatoa elimu ya masuala mazima ya social media platform, yani nawafundisha watu kutumia mitandao ya kijamii, lakini pia na kutatua matatizo madogo madogo eh, kama vile quality eh, account kupotea, namna ya kuzirudisha eh, na mambo kadha wa kadha kuhusiana na hizi social media platform. Kwa hiyo hiyo ni niche, eh, kwenye content zangu nimechagua niche, yani kitu ambacho ndo nakizungumzia kwene social media platform, lakini zingatia niche yako unatakiwa kuiishi, yani bila kukengeuka, yani leo umezungumzia hiki kesho umezungumzia hiki, hakikisha unakuwa mtu wa kueleweka, ili kuweza kutengeneza brand yenye nguvu, kutengeneza eh, watu wenye nguvu, wafuasi wenye nguvu katika platform. Kwa hiyo uh, kwenye content hapo eh, zingatia ubora eh, quality iwe safi, lakini pia zingatia niche ambayo inaweza ikakuletea matokeo. Kwa mfano katika hizi social media platform, kitu ambacho inabidi uelewe ni kwamba social media nyingi e, zinafanya kazi kwa kuangalia aa, ili uweze kupata followers lazima iwepo sababu, kama nilivyotaja awali. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sababu yenyewe itakuwa ni nini? Ni either utakuwa unawa entertain watu au unawaelimisha. Kwa mfano mimi nimejikita kwenye e, engo ya elimu, nawapatia watu elimu namna ya kutumia imi, ya kijamii, e, hii mitandao ya kijamii hii, inawasaidia wao kupata sababu ya kunifollow na ndio maana nimeweza kufikisha eh, namba hizi zote kwenye hizi social media platform. Kwa hiyo unaweza ukaangalia niche ambayo wewe unaiweza. Kuna watu wanafanya lifestyle, wanapata konto, wanapata followers. Kuna watu wanafanya mambo ya chakula wanapata followers, kuna watu wanafanya comedy, kuna watu wanafanya muziki na wanapata followers. Kwa hiyo hakikisha unazingatia jambo hilo. Na kitu kingine ni kuhakikisha unakuwa active. Sasa uh, hapa tunapoongelea active ni kwamba unapokuwa una post eh, lakini pia baada ya kupost vitu gani unatakiwa kuwa unafanya ili kuhakikisha akaunti yako inakuwa active. Kwa hiyo uh, ili uweze kuwa active na kufanya akaunti yako iweze kuchangamka ni kwamba unapokuwa unapost kama utapata comment aina yoyote ile, hakikisha una ili, ili reply uh, on time eh, lakini kama utapata DM hakikisha unaijibu pia on time. Hii itasababisha akaunti yako ya Instagram au akaunti yako ya platform yoyote kuwa active. Kwa hiyo hakikisha unakuwa unafanya hivyo lakini pia kwenye swala la, act, la active ni kwamba hata muda unaopost hakikisha eh, eh, unakuwa na consistency, hakikisha unakuwa na mwendelezo eh, wa vile ambavyo eh, unakuwa una post content zako. Kwa hiyo hakikisha uh, kama utaamua kufanya kitu unakifanya kweli bila kukata tamaa, kwa sababu eh, kwenye hizi platform tuna kitu kimoja ambacho mimi huwa nasema kwamba we all need only one video. Mfano, katika hizi platform zote tatu ambazo nimezimesheni hapa, mimi nina video moja ambayo ilinitambulisha kwenye hizo platform zote na account yangu ikaanza kuchangamka, kuwa active, kupata engagement na likes. Kwa hiyo uh, kadiri utakavyokuwa unapakia content utakiwa kukata tamaa, kwa sababu unahitaji video moja ambayo itaenda viral na pengine ikakutambulisha kwa watu wengi zaidi na account zako zikaanza kufanya vizuri. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo ni nje ya na setting, nje ya kufanya uh, matangazo, nje ya ku kuboost na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni njia ambazo mimi binafsi nimekuwa nikizitumia, ni njia chache, lakini kama utazichukua kwa uzito na imani, hata wewe zitakusaidia kuweza kufanikiwa katika hizi platform. Niambie katika comment kitu gani ambacho ungetamani tuweze kukizungumzia katika video inayofuata. Jina langu ni Bazili PK1, hakikisha una subscribe. Tuko pamoja. Peace.